Mimi ni Daktari Raghavendra Kosgi, mshauri mkuu wa upasuaji wa darubini, daktari wa mfumo wa mkojo, na mtaalamu wa tiba ya ngono katika hospitali za Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Sasa hivi nitakuelezea kuhusu uvimbe wa epididimal. Epididimal cyst ni nini? Epididimal cyst ni mfuko uliojaa majimaji unaopatikana karibu na korodani au nyuma ya korodani, ndani ya epididimis, sehemu yote ambayo iko kwenye mfuko wa korodani. Basi huwa inatokea mara nyingi lini? Huwa inapatikana sana kwa watu wa umri wa kati, kati ya miaka 20 hadi 40. Ni nadra sana kutokea kwa watoto. Je, unapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu uvimbe wa epididymal? Mara nyingi uvimbe huu wa epididymal huwa sio hatari. Hii inamaanisha kuwa sio saratani. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu uvimbe huu. Basi tunawezaje kugundua uvimbe huu? Kama uvimbe ni mdogo sana, tunaweza kuupata kwa bahati tu wakati wa uchunguzi wa mwili au unapofanyiwa ultrasound ya korodani kwa sababu nyingine. Tunaweza kugundua uvimbe huu wakati mwingine ukijikagua mwenyewe, na uvimbe ukiwa mkubwa, unaweza kujigundulia mwenyewe kuna uvimbe au bonge kwenye korodani. Hivyo hizi ndizo njia za kawaida tunazoweza kugundua, maeneo ya kawaida tunapoweza kupata uvimbe huu. Lakini ni lini unapaswa kumwona daktari kuhusu uvimbe huu wa epididimali? Kama uvimbe ni mkubwa sana, kama unakusababishia usumbufu, maumivu kwenye korodani au unahisi maumivu unapoguswa, hizi ndizo sababu zinazokufanya uende kwa daktari. Basi tunawatibu vipi wagonjwa hawa? Kama uvimbe ni mdogo sana, hakuna cha kufanya. Unachotakiwa ni kufuatiliwa mara kwa mara kila miezi sita hadi mwaka mmoja, ili kuona kama unakuwa au umebaki vilevile vile. Kwa hiyo kama inasababisha dalili, kama inakuumiza, hapo ndipo ambapo, kama uvimbe ni mkubwa, tiba bora kabisa ni kuondoa uvimbe huo wa epididymal kwa upasuaji wa kisasa wa microsurgical. Hiyo ndiyo tunaita epididymal cystectomy, yaani upasuaji wa kuondoa uvimbe wa epididymal. Kuna njia nyingine ambapo maji yanaweza kutolewa kwa kutumia sindano, lakini hiyo ni ya muda tu, kwani uvimbe utarudi tena na maji yataendelea kujikusanya. Watu wengine wanaweza kupendekeza sclerotherapy lakini hiyo siyo tiba bora kabisa kwa sababu kila tunapofanya sclerotherapy kuna uwezekano wa kuharibu epididymis. Je, hizi cysts za epididymal zinaweza kusababisha utasa? Kwa wagonjwa wengi, cysts za epididymal ni salama na hazisababishi utasa wowote wa. Kuna aina maalum ya uvimbe tunayoita spermatocele hii ni aina ya uvimbe wa epididimal ambapo mbegu za kiume zinapatikana ndani ya uvimbe huo, na wakati mwingine inaweza kusababisha kuziba. Vinginevyo, cyst za epididimal zenyewe hazihusiani na matatizo yoyote ya uzazi. Je, cyst ya epididimal inaweza kusababisha tatizo lolote la ngonoi? Hapana. Swali lingine, cyst ya epididimal, je ni saratani ya korodani? Hapana. Hili pia ni jambo lililo wazi kabisa. Epididimal cyst ni mbaya hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, lakini ikiwa ni kubwa au inakuumiza, unapaswa kumtembelea daktari wa mkojo au daktari wa afya ya uzazi wa kiume ili upate uchunguzi zaidi. Asante nzuri.